Mkurugenzi au mkuu wa kitengo akisha login kwenye kwenye kwenye kwenye akaunti yake ya pepmis, hatua ya kwanza kabisa anayotakiwa kuifanya ni kwenda kwenye dashboard. akienda kwenye dashboard ana scroll mpaka hapa chini atakutana na sehemu imewekwa rangi nyekundu ambayo inazungumzia uh, active planning year sasa kwa sababu tunafanya planning wakati bado kazi ya assessment inafanyika ya mwaka uliopita 2023, bado kwenye mfumo planning active year ni 23 24, lakini sisi tunataka kuplan kwa ajili ya mwaka 2024 25. Kwa hiyo tunachokifanya, tunaenda sehemu ya mwisho kabisa, ile iliyoandikwa change planning year if you want to plan for the and for another year, una click hapa. Ukisha click itafunguka hichi drop down alo, ukibonyeza hichi utakuta hiyo miaka miwili imeapia hapa. Kwa hiyo tunachagua ule ambao tunataka kuplania 24 25 nne ishiri na tano. Unapobonyeza itapop up hii message hapa, inasema change planning year to 24 25, alafu tunabonyeza yes, kuonyesha kwamba kweli tunataka kwenda kwenye hiyo planning year ambayo ni 24 25. Tukisema ishiri okay, tumesha change planning year. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kisha change planning kishahia, kwa level ya mkurugenzi na mkuu wa kitengo anakwenda kuadi kitu kinaitwa uh, targets kwa sababu wakurugenzi na wakuu wa vitengo wao wanachukua targets. Sasa anafanyaje kwenda kuadi targets? Unakwenda kwenye sehemu inaandikwa annual institutional performance plan. Halafu nakwenda sehemu imeandikwa department/unit. Ukibonyeza hapo Utakuta imefunguka kidirisha ambacho kina vitu vikubwa kama vitano hivi. Kwanza hapa utaona either Department Performance Unit, alafu utakuja kuona Section Performance Unit, utakuja kuona approved department uh, subtask. Sehemu ambayo tunafanyia kazi ambayo iko active ya sasa hivi ni Department Performance Unit. Alafu pia utaona huku kuna vidirisha viwili vina rangi mbili tofauti, kimoja kimeandikwa select target, kingine kimeandikwa add new target, hiyo ni kwa wakurugenzi tofauti na wa, na, kwa mamenaji wale wakuu wa vitengo wenyewe, wataona hapa tu patasema unit performance plan, hapa patasema unit officer performance plan, hapa patasema approved, lakini vitaonekana vile vile vitatu. Vinachobadilika ni majina tu, na huku bado vitabakia vile vidirisha viwili. Hivyo ndivyo ambavyo tutaona sasa. Unafanyaje kwa add target? Anirudi kwa mkurugenzi kwenye add target, this time Tume tumeelekezwa kwamba tutumie option ya ku -add. Mwaka jana kama mnakumbuka, tulitumia utaratibu wa watu wa, ku, watu wa uh, head of planning ali upload zile target, tukawa tunachagua zikawa zimeleta changamoto kidogo, hasa pale unapotaka ku edit. Kwa hiyo kwa huko, mwaka huu tumeambiwa approach nzuri ni kutumia add new target. So unapotaka ku -add new target, unachokifanya unakwenda kwenye hii button ambayo ni ya blue ukibonyeza hapo itafunguka kidirisha ambacho kina vitu kama vinne hivi. Inataka uchague objective, inataka uchague budget status, inataka uchague target code na uweke description. Is it way, na best practice ni hivyo vitu wewe tayari unavyo pembeni. Kwa mfano hapa nazungumzia mkurugenzi mojawapo, kama hii, nasema target yetu najua ni hii hapa, naikopi, naikopi target yetu ndio hii hapa, tunataka tuipeleke kuchukua hiyo target ili tuweze kuchagua target tunaanza kuchagua objective kuna kuna linkage kati ya target na objective kwa lazima tuseme hii target yetu na kwa hi, target hi, fall kwenye objective kwa hiyo kwa mfano hapa, tuna quality medical devices, yes tunachagua hiyo tunaweka target description tuiweka tuna hapa tuna shai copy tuna target code tunatakiwa tuiweke target code, tuna shai define huku tushaiandaa pembeni kama nilivyosema best practice uwe nazo huku pembeni na copy ili iwe rahisi tu kuweka copy copy and paste, tutai copy tutai paste hapa. Ukishamaliza kupaste vyote, utakuta hichi ki, ki, ki button cha kutaka u save kimekuwa active. Lakini kumbuka, hapa tunatakiwa tu specify kama ni budgeted usio, budgeted au sio, for nature ya hii target budgeted. Kwa lazima uhakikishe hizi sehemu zote zimejazwa, ndio unaweza ukaendelea. Baada ya hapo, una save, ukisha save Kuambia, successful, target successful saved. Ukisema okay, unakuwa umesha add hiyo tageti yako. Utakuja kugundua kwamba pamoja na kwamba umesha add hauioni. Haina maana kwamba haipo, ipo, lakini tayari mfumo haujaweza kupik. Ili uweze kuiona hiyo tageti yako, unatakiwa unaona, refresh. Ukirefresh utakuta imekuja hiyo target tuliyoingiza, kwa maana Objective tulichagua, hii hapa target code yetu tulishaiweka, hii hapa target description ndio hii hapa halafu, zimebakia kuna sehemu huku inasema start date, end date, priority na weight. Hivyo vitu bado havijajazwa lakini kama una observe baada ya kuadi tu target moja utakuta kwamba kuna vitu vimeongezeka ambavyo awali havikuwepo. Imeongezeka button hii hapa inasema reset target weight, imeongezeka pia button hii hapa inaitwa submit flat plan for approval, kwa sababu umeshaanza ku plan inakutaka uwe uweze kusubmit kwa bosi wako wajuu ili afanye approve. For the meantime, hii button pamoja na kwamba ina rangi nzuri ya kijani kuonyesha kwamba unaweza kaendelea, no, usifanye submission, kwa sababu tuko kwenye planning na tunaenda down, unatakiwa wewe umpelekee mtu wako wa chini ili afanye planning. Utakuja kusubmit for approval wakati mchakato mzima umekamilika. Sasa baada ya hapo, umeshadi target maana, hapa utaadi target zote, utaadi target zote mpaka pale ambapo utakuwa umelizika zile target zako zote zimeweza kuingia. Hiyo ndio hatua ya pili. The same applies kwa wakuu wa vitengo na wenyewe wataadi kwa utaratibu huo huo.